Ujambo popote pale ulipo, na karibu kwenye Pita Pita za Kwangu. Mie hapa ni VWM ukipenda Victor Mado Mandala, na hii leo nikafika katika maeneo kadha wa kadha. Niruhusu nikujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika, na kabla pale nikukumbushe kwamba usiondoke hapa kabla uweze kusubscribe chini ya video hii. Kuna neno subscribe, kliki ya neno subscribe, ukiambia sign in. Sign in na jina la akaunti yako then copy the link hapa juu and share, niweke comment yako pale, na Mungu Akutende wema. Naam, nikaanzia eneo lipi? Kwa hivyo kisha subscribe pale, click notification bell, usiachwe nyuma, right? Kwa hivyo, nikaanzia katika eneo la Kaewa kule Masinga. Kaewa Masinga, kuna kisa kimoja kilitokea pale, ambapo basi kuna kalameni moja wa hapa alizua kisanga alipomrudishia rafiki yake mbuzi aliyompatia kama zawadi siku ya harusi yake. Hii ni baada ya rafiki ya Polo huyo, uh, kudai kwamba ndiye aliyempiga jeki kufanikisha harusi yake. Yani, mtu amekusaidia tu na mbuzi kwa harusi, alafu ndio anajigamba huko ah, kama si mimi hii harusi haingefanyika. Mimi ndio nilimpiga jeki, mimi ndio nilimsaidia kabisa. Kwa hivyo, kwa kujisifia huyu jamaa akakasirika, akasema oh, wewe ndio unasema ndio ulifanya harusi yangu kafanyika. Akakasirika. Alipo kasirika, unajua alifanyaje? Akaenda akachukua wale mbuzi aliopewa na huyu jamaa, akamrudishia, akamwambia ka na mbuzi wako, hmm. hata akiwa wewe waonaje, alifanya vizuri ama vibaya? Haya, semeza nami pale. E, yalifanyika eneo la wapi? Kawewa, Kawewa Masinga. Naam. Nikitoka kule Kaewa Masinga nikavuka moja kwa moja hadi eneo la inaitwa Nahari Meru. Nahari Meru, yasemekana kwamba kuna jombi mmoja kutoka hapa alimzushia mkewe kwa kumpakulia vipande vichache vya nyama, ili hali alikuwa amenunua kilo mbili za nyama. Duru zinasema kuwa jamaa alirejea nyumbani baada ya shughuli zake za kila siku na kumtaka mkewe ampikie kitoweo cha nyama kwa ugali. Jamaa ametoka kazini, amekuja na nyama amekuja amenunua, alafu amenunua, si kidogo, amenunua kilo mbili. Alafu mama unampatia pesa sijui mbili ama tatu. Mzee ametoka kuchapa kazi, amechoka, alafu nampimia nyama. Mzee akasema hapana, hapana, hutanipimia nyama kwangu, hapana, weka kwa bao ile nikule. Kwa hivyo najiuliza, huyu mama ni ukaziaji tu uko ndani yake, ama alikuwa na save abakishe nyama ingine wakule kesho? Alikuwa anajipanga for tomorrow? What do you think? Alikuwa na, na, na save ili watumie kesho yake, ama alikuwa amefika mahali ambapo anataka kumpimia mzee wake eh? Sijui wasemaje, what do you think. nam nikitoka kule basi, eneo la Ng'ari Meru, nikavuka mpaka Chinga Nyeri. Najua saizi anakazi akazia mzee, yani housewife huyu mzee ndiye anatafuta hicho chakula, alafu namkazia Okay, i nimeacha nivuke mpaka Chinga Nyeri, Chinga kule Nyeri e, kuna juhudi za kalameni mmoja mkazi wa hapa kuasi ukapera ziligonga mwamba, baada ya wazee kuweka breki mipango yake ya harusi. Wazee wa ukoo walimwambia kidosho aliyekusudia kuoa usiku e, alikuwa wa, m, m, alikuwa mkaidi na asingeweza kumdhibiti yani We umepanga kuoa binti umepata, pana msichana mmependana so unapanga mfanye harusi, mipango imesonga. Sasa wazee wamefika mbele wakamwambia, huyu huyu anataka kuoa, he, huyu ni hatari, huyu ni mkaidi sana, we umwezi. Mpaka, mpaka wazee wanaona kitu ambacho huoni. Mtu mmoja alisema pahali wazee wanaona kama meketi, vijana tukipanda juu ya mti huwezi ona. Kwa hivyo akawa akiwa ni wewe, nafikiria. Mbona hawa wazee walikuwa na sauti kabisa wakijua kwamba eh? Mbona walikuwa kabisa na msimamo wakijua kwamba hapa Hmm. Huenda kuna okay. Semi kitu. Victor, don't overthink. Nimeacha, nime left. Yeah. Ulimwengu huu una mambo. Nikitoka kule basi nikavuka mpaka eneo la Kitoben kule Bomet, Kitoben Bomet eh, kuna pasta mmoja wa hapa alimkanya vikali mwanadada mmoja anayeshiriki kanisa lake aliposikika akisema atatoa sadaka ya shukran ya shukran, wenzake, eh, ya shukran ya shukrani mwenzake alipompokonya mpenzi, alipopata mke mwenza eh. Yani, unajua anataka kwenda kutoa sadaka kanisani ya kumtolea Mungu kwa sababu mwenzake amepata mke you know? <laughs> Yani, Kipusa akatazwa kupeleka zaka ya kisirani kanisani. Mbona ni zaka ya kisirani? Kwa sababu habari zinasema kwa mwanadada huyo alikuwa wa karibu sana, karibu sana kuvishwa pete lakini mpenzi wake akamtema na eh, na kumchumbia dem mwingine. Yaani mpaka anafika mahali kwa sababu umeachwa na mtu wako. Alafu anaenda anasema nashukuru Mungu. Mimi nakuja kushukuru Mungu. Yes, yaani endelea vipi mwanadada huyo? Alihangaika sana huku akilaani kitendo hicho, juzi alipata furaha. Ja, aina yake alipopata habari kuwa Polo aliyemtema ali, ali alioa mke wa pili. Yani, unajua kuna mtu ambaye alikuwa amepanga wawane na kafika mahali e, kamwacha e, kachukua mwingine. Huyo mwingine akajakua akabadilisha serikali so akawa amehuzunika sana, lakini aliposikia eh, kumbe alikuwa kuwe mke wa pili, so hakuwa mke wa pili, wameoa mwingine, akaenda akashukuru Mungu, akasema naenda kutoa sadaka. Mi nafikiria, unaonaje una, kutoa sadaka kumshukuru Mungu. Maana amemwepusha angeoa mtu ambaye ni jangili tu. Hmm? Wafikiriaje? Haya, maoni yako pale. Nikimalizia basi nusu nimalizie katika eneo la Lita Machakos. Lita Machakos eh, kuna mwandada mmoja wa, wa, eneo hili alishtua mumewe alipomwambia amuue kwa kuchepuka akidai eh, amuige, ok. Amuige kwa kuchepuka, akidai, maisha ni mafupi sana. Kulingana basi na habari ni kwamba demu huyo, ana ana, ana gawa sali nje licha ya kuwa mke wa mtu, huku akijifanya ameokoka kuficha tabia yake. Yani, mama huyu ni mama ambaye si mwaminifu, ni mama ambaye hakai kai kwake, mama ambaye kiruka njia tu, kahaba. Kwa hivyo anarukaruka njia huku na kule. Hey, na anaenda kanisani akijifanya watu tuaenda. Ukienda pale kanisani, kuna watu aina yozote, si wote wabaya, lakini kuna watu aina zote. Kwa hivyo akafika mahali alipoona mm, hapa, hapa basi. Vile anaendelea imagine, naenda kushauri mume wake, anamwambia hey, baba watoto, hii maisha si marefu sana, ni maisha fupi. Kwa hivyo fanya hivi, jipe raha kama mimi, chepuka, tafuta mtu. hey, jipe raha, tembea huku nje, raha iko huku nje. Ukipata mke wako anakushauri hivyo, yeah. yani nishote anakwambia tafuta mpango wa kando, wewe hey, jipe raha, shuali. Na huyu ni mke wako. Mungu asaidie wa wanandoa, Mungu asaidie wa wanandoa au sio? Haya, tafika ukingoni. Nashukuru sana kwa pamoja nawe, Mungu akutende wema. Mi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mandala. Nakukumbusha kwamba usiondoke hapa kabla usubscribe chini ya video hii. Kuna neno subscribe, click ya neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na jina la account yako, copy the link and share, na weke comment yako hapa chini, na Mungu akutende wema. Nakumbuka pia click notification bell ili usiachwe nje wakati wowote. Kwa hivyo, subscribe, click notification bell, copy the link and share, na weke comment yako hapa, na Mungu akutende wema. Ni kwenye pitapita pita za kwangu siku hii ya leo, nami na hapa VMM, kipenda Victor Madubandala. Namaliza kwa kusema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi. Je, kuona mengi zaidi? Subscribe. God bless you and bye, bye.